Nitoe ripoti kwa watanzania ili wapate kujua nini ambacho kinaendelea katika eneo hili la Somanga lakini vilevile na katika eneo hili la mto Matandu pande wa Somanga. Tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kwa njia ya dharura kuweka mawe makubwa, ambapo tumeweka mawe makubwa uh, zaidi ya gari mia moja uh, tumeziweka pale kwa malengo ya kwamba maji yanaweza kuendelea kupita, lakini juu magari na yenyewe yapite. Na kwa maana hiyo jumla ya gari mia mbili na thelathini gari ndogo zimefanikiwa kupita. Tulianza kuruhusu kupitisha magari saa kumi na moja na nusu kuja saa kumi na mbili kamili asubuhi alfajiri ya leo, na mpaka sasa gari ndogo mia mbili na thelathini zimefanikiwa kupita lakini pia vilevile tumefanikiwa kupitisha magari kwa maana ya mabasi ya abiria takriban kumi yamefanikiwa kupita, na hii inatoa idadi ya jumla yanayokwenda kusini na magari yanayoelekea Dar es Salaam. Kwa hivyo magari kumi kwa maana ya mabasi yamefanikiwa kupita pia vilevile lakini, tumepitisha na malori malori ambayo ya yamebeba bidhaa mbalimbali, na hapa naomba niseme kwamba katika haya malori tulizuia zile semi trailers uh, lakini malori mengine fuso na mengine yaliyobeba vyakula yaliyobeba bidhaa mbalimbali tuliruhusu malori eh, takriban 30 yakiwa ni pamoja na malori yanayofanya kazi ya kurescue, yaliyo katika timu yetu sisi ya emergency. Kwa mfano malori yanayobeba mawe mazito makubwa haya, pia vilevile tumea hesabu katika idadi ya malori kwa sababu tunapitisha eh, kwa mfano mawe makubwa yanatoka Dar es Salaam yanakuja Somanga, na mingine tumeyaleta mpaka hapa Mto Matandu, lakini vilevile kuna malori yanayotoka upande wa Kipatimu eh, yaliyobeba mawe makubwa eh, yanayokuja Somanga na mingine yanayokuja hapa Mto Matandu, kwa hivyo hayo yameingia katika hesabu ya, ya, ya, ya idadi ya malori eh, tunayo tuliyoyapitisha. Kwa hivyo barabara ni kiwango fulani imefunguka, na ndio maana tumeweza kupitisha idadi hizo za watu, na tunaona kwamba hapa sasa hivi Matandu eh, tumetafuta mbinu mpya, mwanzo tuliweka mataruma ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, mataruma ya reli juu lakini tumeona ili watu wawe comfortable zaidi tuweke mawe makubwa. Hivi sasa tunamalizia zoezi la kuweka mawe, tukimaliza hilo zoezi la kuweka mawe, magari yote haya tutayaruhusu yaweze kupita, na kwa hivyo tutakuwa tumefanikiwa eh, zoezi letu la emergency.